Bismillah rahmani rahim alhamdulilah wasala llahu wasalama wabaraka la sayidina Muhammad wala alihi wasahbihi wa mantabiahum biihsanin ila yaum ddin. Wabaad, ndugu mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha tena katika awamu yetu nyingine tukiangalia mambo ya kuzingatia kabla ya safari au mambo ya kuyazingatia wakati umo ndani ya safari. Tumeona katika mambo ambayo kwamba hayafai, ni ujitahidi unavyoweza kuweka hisam au husuma utesi mbali kabisa, uloteta naye kabla ya kusafiri, suluhishana naye kama jambo litakuwa linawezekana. Na ukiwa ndani mwa safari, jitahidi usisumbuane na mtu yote, na lau itatokezea jambo lolote ndani yake, mmoja akataka kuku, kukufanyia utesi Nah, basi katika mambo ambayo ni mazuri ambayo wewe unaweza kuyakadimisha ni maneno aliyazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni uwe na subra, utahammal, ubebe, lakini sikubeba tu ukaweka katika moyo, ile subira yenyewe ikafuatanishwa na alafu ukamsamehe. Yani wewe umetahammal, subra, udhia, wajidal, na mtu anataka kuletea utesi, ukawa na subira, na alipokukosea ukamsamehe na baada ya kum, kumsamehe kum haikutosha, ukamfanyia na wema. Jambo ni nzito, lakini ndio daraja la watu wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala anaeleza katika Qurani lkarim walkadhibina algheidha walaafina an nas wlkadhibina lgheidh, wala wale ambao wanaficha hasira zao, wametendea uovu wakawa na waka subra, wala afina ani nas, wakawasamehea waliwafanyia mabaya, wallahu yuhibu lmuhsinin Mwenyezimungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wale wanaofanya mazuri, hususan yule anayekutendea mabaya wewe, usimlipu ba, usimlipe baya kwa baya, bali mlipe jema kwa baya alilokufanyia, mfanyie mazuri. Na hii ni daraja kubwa sana ambayo anatekana yule mwenye kusafiri au anaokata safari ya kwenda mahali popote, ajipambe katika sifa hii. Jambo lingine, alhaju haribun ila Allah min dhunubihi wa min uyubihi wa khaifun an ikabihi wa adhabihi yule mwenye kusafiri katika ibada ya haji ya hakika ni kuwa anamkimbilia mola subhanahu wa taala akikimbia kuachana na madhambi yake na kuachana na aibu zake mwanadamu hakukamilika hakuna mwanadamu yeyote anayedai ukamilifu ukamilifu ni wa mwenyezi mungu subhanahu wa taala na mitume wake ha wengine ni watu wa kawaida wanafanya makosa wanafanya na vile vile mazuri na vile vile wa khaifun an iqabihi wa adhabihi. Na yule anayefanya haji au anasafiri katika ibada ya haji ajue pia ni mwenye hofu na mwenye uoga wa kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala kumwadhibu, iqabihi wa adhabihi. faliyaltazimi sabra ala ladha al ajitahidi, sana kuwa na subira katika maudhiko yoyote atakayo yapata, anatuambia bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah samaha man samaha sumiha. Yule ambaye atakaisamehea na yeye vile vilevile atasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Faman afa, yule ambaye atakaisamehe, waaslaha, na akafanya mazuri, faajruhu ala Allah, huyo malipo yake yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Jambo jingine ambalo ni muhimu sana, ayatasaddaq: wewe ukiwa unataka kutoka katika safari yoyote Ufanye sadaka, toa sadaka yako bishai ko chochote kile. Wakati wa kutoka kwako, watoka mlangoni mwako, unatoka katika geti yako, toa sadaka yoyote ile. Na hii sadaka unapoitoa tia nia ya shira nafsihi wama, wama maahu min al afat, atia nia ya Rabbi, mimi natoa hii sadaka na inunua nafsi yangu na waliokuwa pamoja na mimi, yani iwe ni hifadhi yangu na wale waliokuwa pamoja na mimi, ni gari langu, ni begi langu, ni wanangu, ni marafiki zangu, ni wenye kusafiri pamoja na mimi. Ile sadaka iwe ni nia ya kuweza kukuhifadhi wewe na matatizo yoyote ambayo kwamba yanaweza kupata katika barabara. Na vilevile, yambagi asadaku fi kulli manzil, iwe sadaka kwa kila nyumba. Una nyumba kadhaa, utoe sadaka katika kila nyumba. Wayanwi bidhalika wa manawahu salihun, vile vile atie nia ya wema walivotia. Nia hii sadaka naitoa kama walivotia wale utua, wale wema na vile vile jambo la kuzingatiwa, ikiwa litakuwa ni wepesi, ni sunna kusafiri siku ya Alhamisi. Jambo la kwanza unataka kusafiri, basi anda safari yako utoke Alhamisi. Alhamisi ina khairi kubwa na ina ubora mkubwa sana. Vile vile baada ya Alhamisi inayofuatia ni yaumul ithnain, siku ya Jumatatu. Ukiweza kusafiri Alhamisi, basi angalia siku ya pili nyingine ambao ni Jumatatu. Umekosa Jumatatu, fa sabtu safiri juma mosi. wa yukrahu safaru lailata aljum'a, ni makruh, si vyema kusafiri usiku wa kuamkia juma. Yani, wewe mchana wa Alhamisi ni sunna, lakini usiku wa kuamkia juma, yani baada ya magharibi Alhamisi kuamkia alfajiri ya juma ni makosa na ni haramu kusafiri asubuhi ya Ijumaa.

na ni makuruhu kabisa kuswa, kuinuka, kusafiri usiku wa kuamkia Ijumaa Alhamisi usiku, na ni haramu kusafiri Ijumaa asubuhi. Kwa hivyo hata hawa wanaopanga hizi safari za kwenda haji na umra ni sehemu za kuweza kuzingatiwa kwa uzuri, biidhnillahi biidhnillahi taala. Wa kabla alkhuruji, kabla ya kutoka, pia zingatie jambo nayo, na ni kuswali rak'atain, na katika baadhi ya wanazuoni wanasema ni kuswali rak'a nne. Miongoni mwa sunna ambazo kwamba zaswaliwa kabla ya sababu, ni hizi rakaa mbili. Rakaa mbili ya tauba ni kabla ya kwanza kutu, kutubia kwa Mola, na rakaa mbili ya nia ya kusafiri eh. Kwa hiyo yote ambaye kwamba anataka kutoka katika nyumba yake ni vyema aswali rakaa mbili. Ni suna katika hizi rakaa mbili kuswali na kusoma sura zifuatazo, ya kwanza

ma khalfa ahad inda ahlihi afdala min rakatain yarkauha indahum inda yuridu, hina yuridu safaran, hajawacha mtu akiba kuwachia jamaa zake walioko nyumbani kwake akiba bora zaidi ya zile rakaa mbili ambazo anazoziswali wakati wa kutaka kusafiri, kabla ya kutaka kusafiri. Ile akiba unaoiwacha nyumbani akiba kubwa ni zile rakaa mbili unazoziswali kabla ya kusafiri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atatujalia kila la kheri, atufungulie milango ya kheri, na inshallah taala katika darasa linalofuatia tutakamilisha baadhi za dua ambazo unafaa kusoma wakati wa kusafiri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahirabbil alamin.